Wanawake wenye ulemavu katika kaunti ya Kwale wameitaka serikali ya kaunti na ya kitaifa kuhakikisha wanajumuishwa kwenye sekta ya afya kwa kuajiri baadhi yao kama wahudumu wa afya nyanjani. Kulingana nao, hatua hiyo itasaidia kukabiliana na unyanyapaa pamoja na ubaguzi wanapotafuta huduma za afya ya uzazi. Wamesema wengi wao hawapati huduma bora za afya na elimu huku wakitaka hamasisho zaidi kuelekezwa maeneo ya mashinani. Mara nyingi unakuta mlemavu yuko nyumbani, anapoulizwa maswali na daktari wa nyanjani, kwa vile si mlemavu mwenzie, anashindwa hata kujiexpress. So tunaomba serikali at least na sisi watu wasikize hizi recommendations zetu, tuweze kuajiriwa pale, tusaidie wanawake walemavu, kwa sababu nitakapomuuliza mimi akinitizama vile nilivyo basi anakuwa na uwazi wa kunieleza. Kwa mfano, msichana ni mlemavu, labda wa akili yeye ana haki ya kudungwa sindano kwa sababu kuepuka kule kupewa ujauzito mara kwa mara, lakini kuna mwingine ambaye iwaweza kuongea uwaona, lakini labda ni mlemavu wa miguu.

kwa mfano mtoto wangu amefanyika hivi na hivi, najua nitakimbilia wapi kwa urahisi sana.